Yeah, shalom Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mgina Lord, mwalimu wa neno la Mungu na leo ninataka nizungumzie kitu kwa dakika chache sana. Jambo ambalo nimegundua ni hatari kubwa sana kwa kanisa na kwa Wakristo kwa sasa. Nataka tusome kutoka katika kitabu cha Marko sura ile ya sita mstari wa 30, tutaenda mpaka mstari wa 34. Alafu kuna jambo ambalo nitakuelezea hapo. Ukisoma mstari wa 30, Biblia inasema hivi na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu wakampa habari za mambo yote waliyoyafanya na mambo yote waliyoyafundisha thelathini na moja akawambia, njoni ninyi peke yenu kwa faraha mahali pasipokuwa na watu mkapumzike kidogo, kwa sababu walikuwa watu wengi wakija wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Kwahiyo mstari wa thelathini na thelathini na moja unazungumzia kwamba wanafunzi wa Yesu baada ya kuwa Yesu wamewapa maelekezo na wakawatuma nje, walikuwa wamekwisha anza huduma, wakienda huku na kule kufanya huduma. Sasa wakati wanarejea, wanakuwa wanampatia Yesu Kristo ripoti ya kile ambacho wamekuwa wakifanya kule mtaani, ni kama vile ambavyo tunafanya uinjilisti kwa sasa, labda nyumba kwa nyumba, ama mtaa kwa mtaa. Kwa hivyo wanarudi sasa kumpatia Yesu Kristo ripoti ya kile ambacho wamekuwa wakifanya. Sasa mnajua kabisa hiyo ni kazi ambayo inachosha sana, na watu walikuwa wanakuja kwa ajili ya kutaka huduma na ilikuwa ni kazi ya kuchosha sana. Kwa hiyo, Yesu baada ya kuona wanafunzi wake wanachoka, akatamani wapate hata muda kidogo wa kupumzika, wale chakula. Kwa hiyo, mstari wa thelathini na mbili Yesu anasema hivi, Biblia inasema hivi. Wakaenda zao faragha mashuani mahali pasipokuwa na watu. Lengo la kutoka kwenda mahali pasipokuwa na watu ni ili wapate angalau kidogo muda wa kupumzika. 33, uh, nasema hivi, watu wakawaona wakienda zao na wengi wakatambua wakaenda huko mbio kwa miguu toka miji yote wakatangulia kufika wao. Kuna sehemu wanafunzi walikuwa wanaelekea, na watu walivyoona wakawatambua na hao watu walivyowatambua, wao wanatumia njia ya bahari ama wanatumia boti, lakini hawa watu baada ya kuwaona wakawatambua, hawa watu wakaamua kuwafata kule ambako wanaelekea. Ukumbuke Yesu Kristo aliwaambia kwamba tunaenda sehemu ambako ni faragha, ni sehemu ya siri. Hii sehemu ambao unajua kabisa hawa watu hawapafahamu ambako tunaenda, lakini Biblia inatuambia kwamba hawa watu walitambua ni wapi wanaenda, na hao watu wakaamua kuwafata wao wanatembea kwa mguu, Yesu na wanafunzi wake wanatumia boti, lakini hawa watu Maandiko anatuambia kwamba walifika kabla hata Yesu pamoja na wanafunzi wake wafike hilo sehemu ambako walichagua kwamba pengine watapata muda wa kupumzika na kula. Thelathini na nne, nataka nisome mstari wa thelathini na nne halafu nizungumzie kile ambacho nataka niseme. Thelathini na nne, Biblia inasema hivi naye aliposhuka mashuani. Yesu, sasa. Naye aliposhuka mashuani, akaona mkutano mkuu akawahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji, akaanza kuwafundisha mambo mengi. You can just imagine, Yesu Kristo amechoka pamoja na wanafunzi wake, na wametafuta muda wa kuenda kupumzika, lakini watu wakawafuata. Lakini walipowafuata Yesu, walivyotazama jinsi ambavyo hao watu wamekuja kwa wingi, akawahurumia, akawafundisha mambo mengi zaidi. Nataka nizungumzie vitu hivi, kanisa la leo limepoteza appetite. Kanisa la leo limepoteza njia. Kanisa la leo limepoteza kiu kanisa la leo limepoteza shahuku. Washirika wa Kristo wa sasa tumepoteza ile kiu na hamu ya kumtafuta Yesu Kristo, ile hamu ya kuwa karibu na Yesu Kristo, ile hamu ya, ku, ya kufanana na yeye, ya kutamani kusikia kutoka kwake. Ukiachilia kinachoendelea pale mbele, baadaye tunakuja kujua kwamba hawa watu Yesu Kristo alifanya muujiza, hawa watu wakapewa chakula cha kimwili wakala, lakini kumbuka, kabla wapewe chakula cha kimwili, Yesu Kristo alitambua hawa ni wahitaji wa chakula cha kiroho, ndio maana Biblia inasema kwamba mstari wa 34 nasema kwamba Yesu akawafundisha mambo mengi. Kwa nini waliwafundisha mambo mengi? Ni kwa sababu walijua kwamba wana uhitaji wa mambo mengi, walionyesha uhitaji wa mambo mengi. Kiukweli nataka niseme kitu kimoja, kanisa la sasa tumepoteza hiki. Hey, kuna pointi tatu nataka nizungumzie. Pointi ya kwanza, watu wenye njaa wanakuwa vipi? Watu wenye njaa huwa hawahesabu maili, watu wenye njaa huwa hawahesabu umbali. Maandiko anatuambia kwamba mstari wa 32, Biblia na mstari wa 33 unasema kwamba watu wakawaona wakaenda zao, watu wengi wakatambua wakaenda huko mbio kwa miguu. You can just imagine walienda kwa miguu, kitu ambacho kija kuangalia kwa sasa tunapata changamoto kubwa sana. Kuna mtu ambaye anaweza kuwa naishi jirani tu na kanisa, lakini huyu ambaye anaishi jirani na kanisa akawa ndio mtu wa mwisho kuwa anafika kanisani. Kuna mtu mwingine yeye nyumbani kwao ndo wanatoka viongozi kabisa wa kanisa, lakini akawa yeye ndo mtu wa mwisho kabisa kuwa anafika kanisani. Lakini angalia hawa watu wenye njaa na kumtafuta Kristo, Biblia inatuambia kwamba ijapokuwa walitembea kwa, ijapo kwa miguu, lakini wao ndio walikuwa wa kwanza kufika kabla hata ya mwalimu kabla hata ya wanafunzi wa Yesu. Ni wangapi kwa sasa huwa tunafika kanisani kabla ya viongozi wetu? Ni wangapi kwa sasa ambapo tukialikwa kwenye semina, huwa tunakwenda kwenye semina, tunafika kabla hata ya mwalimu wa semina? Uki, ukijichunguza na ukajihoji mwenyewe, utaangalia ni kwa kiasi gani appetite imekupungua, utajua ni kwa kiasi gani umepungukiwa na ile kiu ya kumtafuta Kristo ndani yako. Hawa watu, kitu ambacho tunaambiwa hapa wao kitu ambacho kilionyesha wananjaa ni kwamba hawakuhesabu ni umbali kiasi gani, hawakuhesabu ni njia gani ya usafiri wataitumia kufika kule. Kuna watu siku hizi bila kuwa na nauli ya kupanda bajaji, kupanda daradala, ama kupanda taksi hawawezi wakaenda kanisani kwa sababu ya kuhesabu umbali. Lakini hawa ndugu, tunaambiwa hapa, hawakuhesabu umbali ni kiasi gani ambako wanahitaji kwenda. Lakini sifa ya pili ya mtu mwenye njaa, sifa ya pili ya mtu mwenye njaa huwa anatambua palipo chakula huwa anatambua palipo chakula. Ni kama jinsi ilivyo njaa ya, ya ya kimwili. Ukiwa na njaa ya kimwili Una uwezo hata wa kugundua harufu za aina ya chakula. Unaweza unaweza ukasikia ukasikia harufu harufu fulani fulani na ukasema hii, mmm, hii ni wali na samaki <laughs> unaweza ukasikia harufu fulani, ukasema, a, hii ni pilau. Ni kwa sababu una njaa, na kuna wakati mwingine kama umeshiba, panaweza pakawa na harufu nzuri ya chakula na hata usiwe na, na, na haja ya kujua ni ni chakula gani ama ama ni wapi pamepikwa. Lakini ukija kuangalia hawa watu walikuwa na uwezo wa kugundua palipo chakula kizuri ni wapi. Mstari wa 33 unasema hivi, watu wakaona wakienda zao, na wengi wakatambua <laughs> napenda sana anasema kwamba watu walipoona wakienda wa, wakatambua kwamba bwana, wale wanaondoka ndio watu wenye chakula ambacho tunahitaji. Ukiwa na njaa, lazima uwe na uwezo wa kutambua palipo na chakula sahihi. Wakati mwingine tumekimbilia kwenye makusanyiko ambayo hayatupi chakula kilicho sahihi. Ukiangalia watu, tunakusanyika kwenye makundi ya sinema, tunakusanyika kwenye mabanda ya mpira, tunakusanyika kwenye kumbi za starehe. Lakini je, huku ambako tunaenda Uh, tuna tu, tunapata chakula kilicho sahihi tunalisha roho zetu chakula kilicho sahihi? Hawa watu baada ya kuwaona Yesu Kristo na wanafunzi wake, walitambua kwamba hawa watu ndio wenye chakula sahihi. Kwa hiyo mtu mwenye njaa, nimesema pointi ya kwanza ni lazima awe na uwezo wa kwenda maili zaidi kufata kile ambacho anakihitaji. Lakini sifa ya pili ya mtu mwenye njaa, lazima awe na uwezo wa kutambua palipo na nini na chakula. Lakini pointi ya tatu na ya mwisho, na ni ya msingi sana Aa, na ni ya msingi sana. Mtu ambaye mtu ambaye ana ana mtu ambaye anatam mwenye njaa huwa habanwi na muda. Mtu ambaye anatamani kula huwa habanwi na muda. Hii ni moja kati ya changamoto kubwa sana ambayo tuko nayo kanisani. Hii changamoto inatukumba Uh, tunapoingia kanisani tunakuwa tunakuwa wepesi sana kuangalia muda tuliotumia kukaa kanisani, lakini hatuangalii ni kwa kiasi gani tunatamani kupata kile ambacho tumekifata kanisani. Mara nyingi sana tukiangalia ratiba ya semina fulani, jambo la kwanza ambalo huwa tunaangalia, semina itachukua masaa mangapi lakini huwa tuangalii ni kwa, ni kwa, kwa, muhimu gani tutapata kile ambacho tunatamani kupata. Kwa hiyo sifa ya mtu mwenye njaa huwa hafungwi na muda. Sifa ya mtu mwenye njaa huwa sio mtu ambaye anachungulia saa yake inasemaje. Kuna watu an, anakuja kanisani saa sita na ibada labda ni ya kuanzia saa nne mpaka saa saba akifika ile saa sita anakaa naangalia saa yake ifike saa saba arudi nyumbani. Wakati mwingine mhubiri akiongeza hata dakika tano analalamika sana, lakini ukija kuangalia yeye amekuja amechelewa. Kwa hiyo mara nyingi sana mtu ambaye hana njaa na jambo fulani huwa anajali sana kuhusiana na muda wake. Lakini mtu ambaye ana ana mtu ambaye ana njaa juu ya kitu fulani, mara nyingi yuko tayari kuachilia muda wake ili apate kiasi cha kutosha kwenye kile ambacho anatamani. Ukisoma vizuri hawa watu, 34 anasema naye aliposikia naye aliposhuka mashuani akaona mkutano mkuu akawahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Wapendwa, hayo mambo mengi ambayo mnafundishwa hayataki dakika tano hayo me, mambo mengi ambayo mnafundishwa hayataki. Umwambie mhubiri kwamba maliza maliza, tuondoke, malize tuenda nyumbani. Mambo mengi yanahitaji muda wa kutosha, ndio sababu uh, ukiendelea chini zaidi, mstari wa thelathini na tano anasema hivi, hata zilipopita saa nyingi za mchana pata hiyo hata zilipopita saa nyingi za mchana, ina maana Yesu alianza kufundisha kwa masaa, alifundisha haya mambo kwa muda mrefu, ni masaa mengi yalipita tangu akiwa anafundisha. Lakini kwanini alitumia masaa mengi kufundisha? Ni kwa sababu aligundua hawa watu wana njaa, wanahitaji. Hii ni hatari kubwa inalikumba kanisa. Kwa hiyo nimeona ni, ni vyema nizungumze na wewe rafiki yangu ambayo wanitazama, wewe mpendwa mwenzangu ambao wanitazama, tuna hatari kubwa sana ambayo tumetengenezewa sisi waaminio, na hii ni vita ya kiroho. Vita ya kiroho ni kuua ile appetite tuliyonayo ya kumtafuta Mungu. Inafanya tuwe watu ambao ni Uh, very time conscious zinapokuja kwenye swala la Mungu, kwenye swala la ibada, swala la kumtafuta Mungu. Lakini pia imefanya kwamba sisi ambao uh, ni wa Kristo ambao tunamwamini Kristo, kitu kingine ambacho tunapoteza ni, ni ni ni tabia ya kutokuwa na uwezo wa kulipa gharama, kwenda maili nyingi kwa ajili ya kutafuta tunachotaka, kutafuta chakula kilicho kizuri. Lakini Uh, hatari nyingine ambayo imetukumba kwa sasa ni kwenda kwenye makusanyiko ambayo hayatupi chakula kilicho sahihi, kushindwa kutambua ni nani ambaye anaweza akatupatia chakula kilicho sahihi. Hawa watu baada ya kuona Yesu Kristo na wanafunzi wake, maandiko anatuambia kwamba wakatambua sasa lazima tuwe na uwezo wa kutambua ni wapi ambapo niende nipate chakula kilicho sahihi. Nataka nikwambie kitu kimoja. Uh, sio kuhusiana na mziki mkubwa, sio kuhusiana na jengo kubwa la kuabudia, sio kuhusiana na mapambo mazuri ndani ya jengo la kuabudia, lakini ni kuhusiana na chakula ambacho unapata sehemu ambako nakwenda kuabudia. Nilitaka niwakumbushe hili na nitaka niseme hili juu ya hatari ambayo nalikumba kanisa kwa sasa, na imani utakuwa umepata funzo kubwa na somo kubwa kupitia hawa watu ambao wao walionyesha kiu na Yesu Kristo akawafundisha. Ha, mambo mengi binafsi natamani fundishwa mambo mengi na Kristo. Aa, na natamani nendelee kumwonyesha Kristo kwamba na njaa ya kumjua yeye zaidi. Mungu wabariki sana sana, amen.